Nguzwa hiyo alama, nikaja nikagundua hiyo alama kazi yake kubwa ni nini. Haleluya! na nikagundua na jinsi wanavyoongea wenyewe, wanavyotengeneza hiyo hiyo chipu atakayoiweka ndani ya mwanadamu ni kwa ajili ya kuingia ndani ya DNA ya mwanadamu, kwenye vinasaba vya mwanadamu vyenye asili ya kumpenda Mungu na kumwabudu Mungu. Tunaelewana na watu wa Mungu eh? Watu wa Mungu, mna, mnajua maana DNA si ndio? mimi nikizaa mtoto nijue ni mtoto wangu, naenda kupima, nakuta DNA yangu mimi na mwanangu ni moja, tunafanana kwa asilimia zaidi ya tisini. Amen, aleluya. Kwa hiyo kutakuwa hamna udanganyifu pale, ni mtoto wake huyu. Bwana asifiwe, aleluya. Wanachopima pale ni vile vina saba vinafanana. Sasa na sisi katika kuumbwa na Mungu, wakati Mungu anamumba Adamu na Eva alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura, mnanielewa watu wa Mungu eh? Kwa sura na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Sasa ile lugha, kama hujachunguza kuielewa, ina maana hii, ndani ya vinasaba ulivyowekewa na Mungu ndani. Mungu aliandika namba zilizoko ndani ya hiyo vinasaba, hiyo namba iliyoandikwa huko ndani ni namba ya wanadamu wote. Kwa hiyo tunapopimwa kama wanadamu tunajulikana, huyu ni huyu mtu aliyekufaga hapa, sio mnyama, ni binadamu tunapoona zile namba. Amen. Sasa zile namba ukiziandika ni kumi tano sita tano, hizi namba ziko nne kumi. Haleluya, watu wa Mungu, mnanisikiliza ili huwo mfano na kwa sura ya Mungu ni kumi tano sita tano, ziko nne tu. Mmeshika kidogo, naona umeandika. <laughs> Hebu sema na mimi kumi tano sita tano basi hizo namba ziko nne. Ukiziandika hivyo kwa alfabeti za Kiyahudi, maana alfabeti ya Kiyahudi ni yes, ni namba. Amen. Ukiandika sasa kama mtu anaandika kwa Kiyahudi, unaandika y w no y h w h y h w h Yawe. Halo, Mungu amejiandika ndani ya DNA yako jina lake yawe bigie basi. Mungu makofi mazuri jamani, na amejiandika ndani yako. Ndio maana anasema, kwa mfano na kwa sura yangu. Amen papasili tumwabudu, tuishi na yeye milele Tuwe wazaliwa wake, tuwe watoto wake, watu wa Mungu. Tunaelewana naeleweka? hii lugha hebu sema yawe, hilo jina yawe liko ndani yako kwa makusudi, ili uwe na fellowship na yeye milele, uishi na yeye milele. Ndio maana Yesu anasema, mimi ni ndani yao na wao ni ndani. Watu wa Mungu, mnanisikia? Sasa wanapokuja na ile sita sita sita yao, wanabadilisha DNA yako, wanaikonfuse ile DNA namba zake. Badala ya kuwa hiyo namba ya yawe inatokea vavu, vavu, vavu. Maana yake sita, sita, sita. Na hiyo ilitokea wakati wa Nuhu tanga wakati wa mtoto wa Adamu alipomuua mwenzake, Kaini alipomuua Abel. Tunaenda sawa sawa eh?